Tumekuwa kwa muda mrefu katika mkoa wetu, tunalia hatuna stendi, hatuna soko, mji ambao una wageni, mji wa kijanja, lakini tulikuwa tumekosa miundombinu muhimu. Na jana amefika hapa na tayari tumeshapata mkandarasi na tumesaini mkataba wa thamani ya bilioni thelathini pointi sita na tunakwenda kujenga stendi ya mkoa, tunaenda kujenga soko la mkoa, na tumeongeza pia, tunaenda kujenga garden ambayo itawafanya hata watalii wawe na sehemu ya kupumzika katika mji wetu wa Arusha. Lakini pia ametuongezea zaidi ya bilioni tatu karibia nne, kwa ajili ya kujenga soko la Mlombo ambako watu wengi walikuwa wanaenda, wanaona soko ni chafu na nini. Tunakwenda kulijenga na mkandarasi anaanza kazi tarehe kumi na tano mwezi huu, na mkataba wake ni wa miezi kumi na tano Kwa hiyo jambo hili la mwakani, na bahati nzuri fedha zote zipo na nimwahidi, jana, mheshimiwa waziri, huyu mkandarasi nitampiga spana mpaka anyoke. Yaani mwezi mmoja, yaani, yaani, tutakuwa tunatembelea ile soko kama vile wodi, utaenda kumwangalia mgonjwa mpaka atoke wodini, kwa sababu wanaarusha wameahidiwa kwa muda mrefu sana juu ya stendi soko lao, na wamekaa bila kuwa na mazingira mazuri ya kufanyia biashara. Kwa hiyo, naye atatueleza namna gani local government ina contribute na kutengeneza a good environment kwa ajili ya watu kufanya biashara, yeye yuko ili kufika hatua ya wananchi waweze kukua. Lakini eneo ndugu zanguni, ni namna ya kuwapata wafanya kazi. Iko siku tutamwomba waziri wetu wa utumishi atusaidie. Kuna changamoto sana kubwa ya kumpata mtu mwenye sifa za kuajiriwa. Yaani ukiwa na kampuni, ndio utanielewa vizuri. Kuna changamoto kubwa sana na sijajua ni nini kinapendelea lakini, tusipokuwa makini. Ndio maana kuna kipindi tulikuwa tunalalamika kwamba ajira nyingi zinachukuliwa na Wakenya sababu, Kenya moja eneo ambalo limefanikiwa vizuri ni kuwatengeneza watu ambao wanaweza kuajirika. Ni waombe pia wananchi wa mkoa wa Arusha, ukipata kazi lazima uheshimu kazi. Usipate kazi halafu usiiheshimu kazi. Usipoiheshimu kazi, hatuwezi kupata maendeleo lakini pia ukipata kazi muheshimu aliyekupa kazi, kwa sababu so, aliyekupa kazi manake amekubeba, ndani yako maono yake yamekufanya ukawa na uwezo wa kuwa na mshahara. Na mshahara, ndugu zanguni wote, mnafahamu mshahara ndio unaopanga nguo ya kuvaa. Mshahara unakupangia mpaka mke wa kuoa, sio kama tumeelewana. Mshahara unapanga mpaka mke wa sababu mke wa kuoa huwezi kuoa mke anayevaa wigi ya bili ya milioni mbili wakati mshahara unapata milioni moja laki mbili kwao. Ni waombe sana viongozi niwaombe sana wananchi, mkipata ajira mwaheshimu waliowapa hizo ajira na mheshimu kazi zenyewe, ili tuweze kupiga hatua ambayo tunaitamani. Baada ya kusema hayo, ni washukuru tena ni washukuru sana viongozi wa dini. Sasa kwa muktadha huo, ninaomba kurudisha mikrofoni kwa wahusika na mtatuongoza namna bora ya kwenda. Lakini nimefurahi sana kuwaona, kuna watu ambao nilikuwa nimewapoteza siku nyingi siwaona, lakini nimefurahi leo kuona mahala hapa, na naimani wote tutaitumia fursa hii vizuri. Na baada ya pale, nafikiri moderator mtaruhusu kutupa nafasi ya watu kuuliza maswali ili kupata uelewa wa kutosha na tuweze kufanya maamuzi sahihi. MC lakini pia niwashukuru sana vyombo vya habari, tumepata yuko kwenye gari akikaa yuko wapi. Lakini pia nimshukuru sana mstaiki mea kwa redio yake aliyoamua kutuunganisha live hapa Arusha na baadhi ya vyombo vya habari vilivyoko katika mkoa wetu wa Arusha. Kwa hiyo kwa namna nyingine ya kipekee ni kwamba kilichoko hapa hakitabaki tu hapa, na watanzania pia wamepata fursa ya kukipata. Lakini pia niwashukuru sana viongozi wangu wa chama leo wana ziara, lakini hapa namuona mwenyekiti wa UWT mkoa pamoja na ahadi ya vitano miradi mitano, lakini nawaambieni tu kwamba tunaanani tumetamani sana tuziangalie fursa kwa jicho chanya. Mkoa wetu tusingependa uwe ni mkoa wa walalamikaji tu, mtu anaorozesha matatizo kuanzia ameamka mpaka belala, na hata akilala anaota nini. Tunataka Arusha uwe ni mkoa wa solusheni. Wakati wengine wanalalamika, sisi tunatengeneza pesa na hilo linathibitika kwa sababu pia benki yetu pendwa kabisa ya serikali, sababu kuna benki ya serikali na kuna benki ya wananchi. Mwakilishi wake Alex yuko wapi? wanayo hela ya kutukopesha tukitaka kukopa? sababu na zile interest rate zao, je ziko e, uzini wa parameter kwa sababu nchi zingine pia wametengeneza interest rate ziko chini, kwa kiwango cha kuwawezesha watu kufanya biashara na kuwa na uhakika lakini pia nimefurahi kuona kuna benki nyingine zimeongezeka hapa, sababu na nyinyi bwana, kuna mahala huwa mnaombaga hela hata tujaanza biashara, hapo ndio unachanganyikiwaga <laughs> ya unaanza biashara. Nakumbuka siku moja nilikuwa nataka kufanya biashara moja ya kununua ya kutengeneza vifaa tiba kutoka China. Sasa vifaa tiba hivi kuna utaratibu wake, ili uingize nchini lazima vio vimesajiliwa na na mamlaka kutlatibia ya dawa na Fatiba sasa, mimi naenda kufungua account benki, benki wananiambia lazima utuletee TRA clearance. Nataka nitume hela yangu kule, ili sije kamtumia mchina huko akanitapeli, lazima niwe na account, kwa sababu ukituma nje ya account ni changamoto pia. Nyingine hasa mnachonidai kila kipataje, wakati ili nitume aniletee sample kwa kuna baadhi ya vitu na sisi wafanya biashara tunaviona ni vichangamoto, ambavyo tunapongeza sana mheshimiwa rais kwa kuamua kuunda timu ya kikodi ili iweze kupitia zile changamoto na wafanyabiashara waweze kupata fursa nzuri ya kufanya biashara. Jamani, baada ya maani, kusema hayo, ninaomba nitumie fursa hii kwa unyenyekevu mkubwa kuwashukuru wote mliokuja kwa sasa. Tutapata nafasi nyingine tena na nakushukuru sana mheshimiwa balozi. Kwa namna ambavyo umekuwa tayari, balozi ameniambia yeye ana uwekezaji. Kwa hiyo Arusha tukiwa tumefanikiwa kuwapata watu kuzipata fursa, yeye yuko tayari kuwaleta. Kwa hiyo tukichelewa sisi watu wa Arusha watakuja watu kutoka nchi nyingine watawekeza. Na pointi yangu ya mwisho katika hili eneo, ndugu zanguni, ni namna ya kuwapata wafanyakazi. Iko siku tutamwomba waziri wetu wa utumishi atusaidie kuna changamoto sana kubwa ya kumpata mtu mwenye sifa za kuajiriwa yaani ukiwa na kampuni ndio utanielewa vizuri kuna changamoto kubwa sana na sijajua ni nini kinapendelea lakini tusipokuwa makini ndio maana kuna kipindi tulikuwa tunalalamika kwamba ajira nyingi zinachukuliwa na wakenya sababu Kenya moja eneo ambalo limefanikiwa vizuri ni kuwatengeneza watu ambao wanaweza kuajirika Nyinyi kama Watanzania mtakumbuka baba wa taifa wa Tanzania hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akihojiwa na wanahabari katika miaka ya sitini, aliulizwa je, maendeleo ni nini? kwa kuwa wakati ule watu wanahoji ya kwamba ukijenga maghorofa basi ni maendeleo. Mwalimu akajibu hivi, siri ya maendeleo ni watu, ardhi na siasa safi. Alichokisema Mwalimu Nyerere wakati huo bado ina umuhimu Nchi zote ambazo zimeendelea zina watu ambao wamejitolea kama wahanga wa kuhakikisha ya kwamba wameboresha maisha ya watu. Nchi hizo zina ardhi ambazo zimetumiwa kwa njia inayostahili na nchi hizo zina siasa safi. Kwa kuwa siasa safi inatengeza au kuunda mazingira ya wezeshi. Katika mahojiano hayo, Mwalimu pia aliulizwa akasema hivi Mwalimu, mbali na ardhi na watu na siasa safi, siri nyingine ya maendeleo ni kuwa na vijana wenye malezi bora, siha njema na bongo kali, na katika miaka ya sabini Mbaraka Mwinshehe Mwaruka akaimba wimbo vijana wa Afrika. Watanzania mnakumbuka hivyo, akisema ilindeni Tanzania na Afrika ili Afrika itumie rasilimali yake kukidhi Bara la Afrika. Hivi tunapoungana hapa katika kongamano hili, kuna maswali nyeti ambayo lazima yaulizwe. Ni vizuri kusema ya kwamba tumepiga hatua, lakini hatua tulizozipiga ni hatua za kobe na kinyonga pamoja, ni ambazo hazijatufanya tupate vitu ambavyo tunavitaka, na ni vizuri kujilinganisha na mataifa mengine, mataifa ambayo yalitawaliwa na mataifa ambayo katika miaka ya sitini zilikuwa na uchumi kama zetu mataifa hayo ni kama nchi ndogo tu ya Singapore. Tujiulize, ni kitu kipi au vitu vipi ambavyo walivifanya, ili sasa wawe na uchumi ambazo zinatupiku sisi. Tujiulize, wakorea walifanya nini? Tujiulize, wenzetu wa Vietnam ambao walikuwa vitani mpaka wa mwaka wa 1975 kwa hivi sasa ninapozungumza, Vietnam ina wananchi wao wasiozidi milioni hamsini, lakini uchumi wa Vietnam ni kubwa kushinda nchi zote nane za Afrika Mashariki, na nawahakikisheni ya kwamba hakuna jeshi la malaika ambao walitua kule na kuijenga Vietnam. Wao wenyewe walifanya kazi, na hivi sasa tunawashabikia. Hii leo, ndugu Makonda na mawaziri ambao mko hapa wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, tujiulize maswali, ni hatua zipi ambazo tutazipiga ili tupate maendeleo ndugu Makonda amesema ya kwamba lazima tutafute fursa na tuviangalie kwa macho chanya, na kufanya hivyo itatuonyesha ya kwamba kuna nafasi nyingi tu, kwa mfano